wakati wako wa kuzipata habari zote ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya tanzania leo oktoba 23 2016 kutoka hapa ayo tv karibu sana jumapili ya leo jina langu naitwa ali stupa na moja kwa moja nikianza na gazeti la nipashe mwanga wa jamii kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele imeandika mambo saba kutikisa treni reli ya kisasa safari kutoka dar hadi mwanza sasa kuchukua saa kumi yadaiwa itapunguza maroli ajali barabarani ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo imepewa kipaumbele lakini habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, habari nyingine nasema, kisa lema, gambo kuvana tena, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu. Hofu uhaba wa mizigo bandari, ni habari nyingine ambayo imeandikwa katika ukurasa wa kumi. Aponzwa na mimba za wanafunzi, ni habari nyingine ambayo imeandikwa katika ukurasa wa kumi na mbili wa gazeti hili. Askofu Pengo ataka taifa liombewe, hoja kufyeka vyo vikuu yatua bungeni, ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa kumi na mbili. Yanga sasa ya mwendokasi zote, ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mipashe, lakini unaweza kuendelea kuzisoma habari zake kwa ndani zaidi. Na tukiangalia na tukiziangalia habari hizi zote kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, habari inayosema mambo saba kutikisa treni reli ya kisasa. Wakati mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya kiwango cha kimataifa standard gauge ukiwa mbioni kuanza katika mwaka huu wa fedha, imebainika kuwa mambo saba yanatarajiwa kutikisa vilivyo kutokana na atakavyoleta ukombozi wa aina yake katika sekta ya uchukuzi. Juzi akizindua mradi wa ujenzi wa hosteli mpya za wanafunzi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, Rais John Magufuli aliyohakikishia Tanzania juu ya kuanza kwa mradi huo huku akisema hadi juzi kampuni 39 zilikuwa zimeshajitokeza kuomba kazi ya ujenzi wa reli hiyo. Katika uchunguzi wake uliohusisha kwa oji wataalamu kadhaa wa masuala ya uchukuzi na maofisa wa juu wa kampuni hodhi ya rasilimali za reli Rako, Nipashe imebaini kuwa reli hiyo yenye urefu wa kilomita 1219 ambayo itajengwa kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza na nchini Burundi inatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa. Miongoni mwa mabadiliko hayo ni kupunguza muda kusafiri, kulinganisha na sasa, kupunguza makali ya maisha katika maeneo yanayopitiwa na reli hiyo, na kupunguza ajali za barabarani zitokanazo na wingi wa maroli. Katika ukurasa wa tatu, kuna bado unasema kisa Lema Gambo kuvaana katika namna isiyotazamiwa kutokea kwenye maeneo mengine nchini. Mbunge wa jimbo la Arusha mjini Godbless Lema na mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo wamevaana tena na kupigana vijembe. Kisa cha kuvaana tena kwa wawili hao kinadaiwa kuwa sio kingine isipokuwa ni kutofautiana mtazamo kuhusiana na namna ya kuongoza. Lema anamtuhumu Gambo kuingilia baadhi ya mambo so yasiyostahili kwa nafasi yake, huku Gambo akisisitiza kuwa kamwe hawezi kuyumbishwa na mambo ya kisiasa. Tukio hilo ambalo ni mwendelezo wa jingine la aina hiyo lilitokea siku tatu zilizopita, lilojiri juzi na kisha kujirudia tena jana wakati wawili hao walipokutana kwenye vikao muhimu vya utendaji katika mkoa huo. Juzi Lema na Gambo walikutana kwenye Juzi, Lema na Gambo walikutana kwenye kikao cha kamati ya ushauri ya mkoa wa Arusha na kuonekana wakiendeleza malumbano yao kwa kurushiana vijembe, kila mmoja kwa wakati wake akimlaumu mwenzake kwa mambo mbalimbali. Katika kikao cha jana ambacho kilikuwa cha 38 cha bodi ya barabara, wawili hao walikutana na kuketi kwa ukaribu zaidi tofauti na juzi, baada ya wajumbe wa mkutano huo kumchagua Lema kuwa makamu mwenyekiti huku Gambo akiwa mwenyekiti viongozi hao ambao licha ya kukaa karibu kwa muda mwingi walionekana kutochangamkiana wala kuonyeshana sura za bashasha. Hata hivyo, waliendesha vyema kikao hicho licha ya kwa kwamba Lema alionekana akitoka kabla kufikia mwisho. Haijajulikana mara moja chanzo cha Lema kuondoka kabla kikao kufikia mwisho, ingawa kati akiwemo kikaoni alitoa maoni yake kadhaa, ikiwa ni pamoja na kutaka tazi weko kwenye eneo la kona ya Mbauda jijini humo. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti hili. na nikashika angalia habari nyingine katika ukurasa wa kumi na mbili wa gazeti hili, kuna habari inasema: vyuo vikuu duni kufyekwa. Serikali imevionya vyuo vikuu binafsi na vya umma kuhakikisha vinazingatia ubora utoaji taaluma ili kujiepusha na adhabu. Akifunga mkutano wa wamiliki wa vyuo hivyo mjini Dodoma juzi, naibu waziri wa elimu, sayansi, teknolojia na mafunzo ya ufundi, Stella Manyanya alisema wamiliki wasiozingatia ubora wa vyuo vyao kwa makusudi watachukuliwa hatua. vyuo vikuu visivyozingatia ubora wa makusudi Food, wajua Tanzania sio jalala lao, bali vitachukuliwa hatua stahiki kutokana na uzembe wanaofanya, alisema Manyanya. Aidha alisema kwanza, sasa serikali imeamua kila chuo kikuu ambacho kitafanya utafiti lazima kihakikishe kinaonyesha matokeo yake bila kuangalia fedha zilizogaramia tafiti hizo zimepatikana kutoka wapi. Ni habari hizo zote hapa zinapatikana katika gazeti hili la Nipashe, lakini unaweza kuendelea kuzisoma habari hizi kwa undani zaidi. Tukiliangalia gazeti la Mtanzania kwa siku ya leo, limeandika utata mamilioni alipo nyumba kawa kopesha dola elfu hamsini nyingine, ujue fedha hizo si za madafu. Dola elfu hamsini ni takriban shilingi mia moja na ushee, mbona watu hawaoji? Hilo ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Mtanzania. Habari nyingine inasema daktari asema wafanyakazi wengi maofisini nivicha, ni vichaa. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Uh, Dkt Shen anayeshtukiwa mikopo ilimwa juu, lakini pia kuna bado nasema sarakasi uchaguzi wa mamea Ubungo Kinondoni. Na katika habari za kimataifa kuna habari unasema uchaguzi Marekani, Hillal haipo salama kisiasa, Trump tatizo nidhamu zote. Ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi. Tukiangalia habari hizi kwa ndani zaidi katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, kuna habari unasema utata mamilioni ya Lipumba ni shida. Ndivyo unavyoweza kusema baada ya mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF, anayetambuliwa na msajili wa vyama vya siasa nchini, Profesa Ibrahim Lipumba kuamua kuendesha chama hicho kwa fedha zake za mfukoni Hajajulikana mara moja Profesa Lipumba na kupata fedha hizo, lakini yeye mwenyewe amekuwa akiwaambia watu wake wa karibu kuwa ni malipo yanotokana na kazi zake za kushauri masuala ya uchumi katika ngazi ya kimataifa. Taarifa za uhakika ambazo gazeti hili limezinasa zinaeleza kuwa hata ziara aliyoifanya hivi karibuni katika baadhi ya mikoa ikiwemo Lindi na Mtwara imefanikishwa kwa mamilioni ya fedha zilizotoka katika mfuko wa Profesa Lipumba. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti hili la Mtanzania. Gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo limeandika boda boda, boda bo, bo, bo, zinaua watatu kila siku. Ni habari ambayo imepewa kipaumbele kabisa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi, madiwani kafu watu angana. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano wa gazeti hili, lakini pia katika ukurasa wa tatu kuna habari nyingine sema, waziri awataka wenye marori wayaegeshe, majambazi watatu wauawa Mkuranga, waziri Charles Mwijage tatoa tofautiana kuhusu mizigo, lakini pia katika ukurasa wa mbele kuna

lakini pia katika ukurasa huu wa mbele kuna utafiti ambao unasema kuongea sana huwanusuru wanawake wengi kujiua, na katika habari za michezo kuna habari unasema Yanga ya tamba Kaitaba, yaibamiza Kagera mabao sita kwa mbili. Gazeti la Jambo Leo kwa siku ya leo katika ukurasa wake wa mbele limeandika tishio la njaa, chakula chapungua hifadhi ya taifa, wakala wa chakula alia na ucheleweshaji wa fedha. Ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo imepewa kipaumbele, lakini unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Jambo Leo. Habari nyingine asema panyarodi asimulia madhila ya mochware ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili naona gazeti hili habari nyingine asema Lipumba asema Lowassa si muumini wa rasimu ya Warioba. Majambazi watano watoroka wenzao wanne wakiuawa na polisi. Majambazi watano watoroka wenzao wanne wakiuawa na polisi. Lakini pia kuna habari inayosema uchumi China waipiku Marekani. Zote ni habari hizo ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Jambo Leo. Tukiangalia habari hizi kwa ndani zaidi, katika ukurasa wa ndani wa gazeti la Jambo Leo, habari inayosema chakula chapungua hifadhi ya taifa, wakati cha wakati taifa likitangaziwa hatari ya uwezekano wa kutokea njaa taarifa ya wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula nfra zinaonyesha kuwa chakula kilichohifadhiwa mpaka agosti mwaka huu ni kama robo ya kilichokuwepo katika hifadhi hiyo agosti mwaka jana taarifa hiyo iliyoambatanishwa katika taarifa ya sasa ya kila mwezi ya benki kuu ya tanzania bot imeeleza kuwa wakala huo ulikuwa na tani za chakula 59832 agosti mwaka huu ikilinganishwa na tani laki 2685 5 zilizo kuwepo katika hifadhi za wakala huo wakati wa mwaka jana. Tukiangalia habari nyingine, inasema panyarodi asimulia madhila ya mavila, kuishi mochwari. Mmoja wa vijana wanaoaminika kuwa ni kundi la panyarodi alizinduka mochwari wiki hii baada ya kudhaniwa kufa kutokana na kipigo cha wananchi. Amesimulia mambo aliyokutana nayo huku akiwashauri vijana wenzake kuwaheshimu wazazi. Akizungumza na gazeti hili hivi karibuni baada ya kuachiwa huru, kijana huyo wa umri wa miaka 16 alidai kuwa alipozinduka katika chumba cha maiti alishuhudia miili ya wenzake wawili anaowafahamu na kushangaa alipojikuta hana nguo hata moja. nilijikuta niko ndani katika chumba cha maiti bila nguo hata moja mwilini mwangu na mbele yangu niliwaona maiti wawili ambao ni vijana waliovamiwa na kupigwa na wananchi wa Mbagala za Kemu, alidai kijana huyo aliyekumbwa na kadhia hiyo Oktoba 15, maeneo ya Mbagala wilayani Temeke. Alidai baada ya kushtuka alitolewa katika chumba hicho na kupelekwa katika chumba kingine ambako alikabidhiwa nguo zisizo zake ili kujihifadhi. Kijana huyo kidato cha tatu katika shule moja jijini Dar es Salaam, alieleza kuwa alipofika maeneo hayo walitokea vijana zaidi ya mia wakiwa na silaha. Kijana huyo alidai kuwa baadhi ya wananchi walivyoona hivyo walianza kuvamia vijana hao, na wale wenzao waliojiunga nao walivyoona wanapigwa na wananchi wengi walikimbia, eneo lilokuwa amesimama pembeni ya barabara na wananchi wananchi waliwafuata, huku akiwakimbiza na kuanza kuapiga na kunichanganya na na mimi kama mmoja wa poraji alidai, na kuongeza kuwa hakumbuki chochote baada ya hapo zaidi ya kujikuta bila nguo katika chumba cha maiti ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika ukurasa wa ndani wa gazeti la Jambo Leo, lakini unaweza kuendelea kuzisoma habari hizi kwa undani zaidi. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, leo Jumapili limeandika: Maalim Seif mwiba Zanzibar, UVCCM wa mtuhumu, kwa ameshia siasa nyumba za ibada, wataka Mwigulu jaji Mutungi waziri abudi wa mdhibiti vinginevyo. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira. Marando anaogesha kikao KK cha Dema habari nyingine ambayo imeandikwa katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira. Mwigulu afunguka kuhusu panyarodi. Polisi watumia nguvu kudhibiti madiwani kafu Makamba. Wakosoa bunge wa Tanga. Lakini pia katika habari za michezo kuna habari inayosema Yanga ifumwa Kagera. Zote ni habari hizo ambazo anaweza kuendelea kuzisoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Majira. Tanzania Daima sauti ya watu leo Jumapili nalo limeandika Lowasa mboi kambini. Da sisi ya CHADEMA kushuhudia uchaguzi wa mamea Kibamba Kinondoni leo. Ni habari hiyo bpo akipaumbele katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Tanzania Daima, lakini naweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Habari nyingine nasema wazabuni wa daima milioni JWTZ, ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa nne. Mtanzania: mmoja miongoni mwa wanne wanaugua sonona, madiwani kafu wachapana makonde, lakini katika habari ya michezo kuna habari nasema Yanga Sports Club wapiga nusu dazeni. Zote ni habari hizo ambazo naweza kuendelea kuzisoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Tanzania Daima, na tukiingia katika magazeti ya michezo kwa siku ya leo gazeti la Dimba limeandika hii sasa ni sifa: Yanga yaifanyia mauaji Kagera, yaipiga bao sita Kaitaba, Chirwa atupia mbili. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa ndani kwa gazeti hili la Dimba. Habari nyingine sema Simba moto mara mbili dirisha dogo, okwi kapombe kiprecheche ndani ya nyumba. Ni habari ambayo pia inaendelea katika ukurasa wa pili kwa gazeti hili la Dimba. Arsenal ya suluhu, Messi aibeba Barcelona, lakini pia kuna habari nyingine inasema Chelsea zidi Man United utamdarajani. Conte asema Mourinho usipaki basi tu. Mourinho asema tulieni, nitanyosha kimya kimya. Tukimalizia na gazeti la Leteraha kwa siku ya leo imeandika, ni kipigo cha msimu Msuva ahusika mabao manne Chirwa Ngoma watupia mbili mbili, ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Leteraha. Omoji asema tuna okwi kibao Simba, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Mkongomani sa kukinukisha Simba leo samata ya hoji Faridi. Kwa Ulaya, lakini pia kuna habari ya burudani ambayo imeandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili, linasema ukasema muziki unanipa wazimu. Na katika ukurasa wa nyuma, gazeti hili la literaha, kuna habari inasema Arsenal amtibulia utamu wenga, lakini pia kuna habari nyingine ambayo inasema Mourinho sio special antenna Stamford Bridge. Zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la literaha na huu ndio mwisho wa uchambuzi wa magazeti kwa siku ya leo kutoka hapa millardayo.com na LTV, lakini Kuendelea kupata habari zetu kupitia kurasa zetu za Facebook, Instagram na twita pamoja na Snapchat, lakini pia kwa kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo. Zimebaki siku chache kwa promotion ya kamata mpunga ipate kuisha, mtongo wa nguvu usisite kuandika neno go gokene namba mo4, kwani unaweza kuwa mshindi mmoja wapo ambayo unaweza kujishindia kuanzia laki tano, milioni moja, milioni 5 hadi milioni 20 kutoka Vodacom. Jina langu naitwa Ali Stupa.